Wananchi, kwa kweli tumeenjoy. Kwa hiyo sasa hivi tumekaa vizuri tu kwenye biashara zetu, hatupigwi hatu na jua vizuri, hatupigwi na jua wala hatunyeshewi na mvua. Kwa hiyo tunamshukuru. Mitano tena, furaha na shangwe za wafanya biashara katika soko hili la Mwanakwerekwe, ambapo huko nyuma walikuwa wako katika dhiki soko lilikuwa haliko katika hali nzuri, lakini kutokana na maboresho ya Rais dr Hussein Ali Mwinyi ambaye ni rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, ameweza kuwaboreshea na kuweza kuwekea mazingira mazuri wananchi. Wameweza kuelezea wa furaha yao na jinsi wanavyotumia soko hili, lakini pia sasa hivi wako tayari kuweza kumpokea mgombea huyu wa urais wa Zanzibar kwa Chama cha Mapinduzi CCM ambaye anatembelea katika soko hili. Mazingira ya soko, unaona mazingira kidogo ni mazuri na kidogo sana, kwa sababu tunatoka katika soko ambalo liko na matope, hujui mvua uijua. Kwa hiyo tulipokuja hapa kutokana na mazingira yalivyo kidogo, tunashukuru sana. Hajitahidi kuzungumza na wafanyabiashara walo wakubwa kuhusu upunguzaji wa bei za za bidhaa, kama unavyoona bidhaa inakuwa ni ghali. Kwa hiyo mteja unapunguzia na malalamiko, kwa hiyo inakuwa ni changamoto kubwa kwelikweli. Tuendelezea masoko barabara, umeona, wananchi kwa kweli tumeenjoy. Kwa hiyo sasa hivi tumekaa vizuri tu kwenye biashara zetu hatupigwi na jua umeona kwa hiyo tunamshukuru rais wetu mwinyi maji hapo tumeletewa mpaka majumbani barabara skuli umeona kila kitu kwa kweli tunamshukuru rais wetu mitano tena apewe kwa hiyo namshukuru mwenyezi mungu kwa kutoka kwa mheshimiwa Hussein mwinyi kwa kila alichotufanyia soko ni nzuri tunashukuru mungu kuliko na zamani tulikuwa tukichezea jua tope saizi hatuoni jua wa, wala tope wala mvua Tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu, na Mungu amjalie Useni Mwinyi azidi kutuongoza na mitano tena, tunampa biashara tuna, tunashukuru kidogo, ina nafuu, lakini tunachomwomba mheshimiwa tu atufanyie mpango, atupunguzie kodi kidogo. Kodi hapa inatuumiza kidogo, shilingi elfu arobaini. So najikuta unapata kipato kidogo, tuna familia, tuna watoto wanasoma, wanataka kula, nataka kuvaa wanajikuta pembeni, wanapata kipato, unachokipata ni kidogo sana hakikisi, alafu mwisho wa mwezi ulipe elfu arobaini. Hiyo ni changamoto sana tunachomwomba mheshimiwa tusaidie sana tunashukuru Mwenyezi Mungu, Mheshimiwa Rais katuboroshea mwanzo tulikuwa na mazingira magumu sana ya uh, soko letu la mwanza lilikuwa mazingira yake sio mazuri sana lakini tunamshukuru mheshimiwa katujengea katu, hili soko hasababi tuna enjoy. Yaani tuna enjoy sana, hatupati jua, hatupati joto. Toka mwanzo tulipopelekwa Kwerekwe, tulikuwa tuna hali ngumu sana ya kibiashara kutokana na tope, ilikuwa wafanya, wafanya biashara ndogo ndogondogo kutufata kule ilikuwa ngumu sana, lakini sasa hivi tunashukuru, daladala zipo hapo, wana wafanya raia wanaingia ndani, wanakuja kununua kutuungisha biashara zetu. Tunashukuru sasa mazingira ni mazuri tulikuwa nayo sasa, kuliko nyuma nyuma tulikuwa tunakaa kwenye tope saa hizi tuko kwenye taifa, umeona maji kwa wakati, kila kati masaa ishirini na nne tunafanya kazi. Ufanyaji wa kazi wa mara hii umekuwa mzuri zaidi, kwa sababu tulikuwa tunaondoka saa kumi tushamaliza kazi, sasa hivi tunakaa mpaka saa tano na usiku bado tunaendelea kufanya kazi. kila tuliokuwa tukifanya biashara, tulikuwa tunafanya kwenye jua, matope, jua letu, mvua yetu, lakini kwa sasa hivi tunashukuru, tuko pahala pazuri, hatupigwi na jua wala hatunyeshawi na mvua. Kwa hiyo tunamshukuru mitano tena kwa miaka mitano hivi, tunakuwa tumenufaika, tumepata faida nyingi sana, barabara tumepata, hospitali huduma, kazi zetu watu tumafanyia kwenye jua Kwerekwe, si kuwa ni adha tupu, ikinyesha mvua hakupitiki tope mtu, lakini saizi tunainjoi sana, tunashukuru sana yani na hii ni kuwa kwa asilimia moja nukta tisa.